Ni kushukuru sana mtazamaji wetu wa NYTV. Tumekuwa na ibada nzuri kabisa ya maadhimisho ya miaka hamsini ya kanisa hili la TJ ambalo linapatikana hapa uh, Mkamba ni katika wilaya ya Kilombero. Ninaye askofu wa jimbo hili la Morogoro kati, tunatamani tuzungumze naye tusikie machache eh, kuhusiana na maadhimisho haya ya miaka hamsini lakini pia na uwekaji wa jiwe la msingi wa kanisa lake. Bwana asifiwe. Amina, Bwana Yesu asifiwe sana. Naongea sana. Asante sana kwa Amina. Kweli. Geleni kwa maadhimisho. Kwa kweli tunamshukuru Mungu hatimaye tumefanikiwa kufanya maadhimisho mazuri sana kama ambavyo umeweza kuona tukio limeenda vizuri sana. Amen. Tupate historia yako kwa ufupi, maana pale ukuweza kuzungumzia historia kutokana na muda, tufahamu kama ulianzia hapa huduma au kuna mahali ulianzia then ndo kaja mahali hapa. Asante sana ndugu mtangazaji. Kihuduma mimi sijaanzia hapa kwa maana ya utumishi, japo nilikuwa mshirika miaka ya zamani. Nilikuwa mshirika wa kanisa hili chini ya Mchungaji Michael Ipiana nikiwa mwanasiezi hapa, na Mungu aliniita kutoka hapa nikaenda chuo cha Biblia. Ilikuwa mwaka 2009 hasa nilipoenda chuo cha Biblia pale Dodoma na elfu mbili kumi na mbili baada ya miaka minne ya masomo yangu, elfu mbili na kumi na mbili nilipomaliza masomo yangu miezi ya mwisho mwisho, mwezi wa kumi na moja tu nilihitimu na nili, ni wakati huo nikihitimu nilikuwa ni mchungaji msaidizi chini ya Profesa Majembe pale Dodoma, TAG Ebeneza. Wakati ule nilipohitimu masomo yangu, basi Mungu alisema na mimi kuja kuanza huduma katika wilaya ya Kilombelo mwaka 2013 Januari, nilianza huduma pale Mang'ula, Mang'ula Mwaya, na kwa kweli tulipanda kanisa likiwa ni jipya kabisa, lakini Bwana alitutokea pia, tukawa tumefanikiwa sana. Kwa muda wa miaka saba tukawa tumefanikiwa kujenga kanisa pale kubwa, zuri na lenye washirika wengi. Na 2020 mwezi wa tatu, ofisi kuu iliona vema inihamishe kutoka pale Mang'ula na kunileta kanisa hili hapa ambalo linajulikana kwa jina la Tanzania Assemblies of God New Kilombelo Christian Center, na sasa tuna kitu kinachoitwa majira mapya ya uwepo wa Bwana. Kwa hiyo wakati huu ambao sasa Bwana amenileta hapa, amenipa maono ya kulifanya kanisa tena lirudi kwenye uhai wake kwa namna ya kuboresha miundo mbinu, lakini pia kuboresha na hali ya kiroho pia. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu pande zote, kiroho tuko safi na hata kimiundo mbinu kama hivi. Kwa miaka hii minne na miezi minane Bwana ametusaidia kwa namna hii. wakati unakuja hapa mazingira yalikuwaje? A, wakati unakuja hapa kwa kweli, tulikuwa na jengo ambalo tulikuwa linatumika na lilikuwa ni yale majengo ambayo yalikuwa ni mradi wa Bethel. Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya askofu mkuu, kwa sababu hili kanisa aliliona kwenye mazingira magumu, miaka ile ilibidi alisaidie kwa namna ya kujenga Uh, ule mradi wa Bethel kupata majengo yale na lilikuwa kwenye viwango vizuri, lakini kutokana na miaka mingi iliyopita lilikuwa na uchakavu mkubwa, kwa sababu halikuwa limefanyiwa maboresho ya ukarabati kwa muda mrefu sana tangu limejengwa. Kwa hiyo baada ya hapo Bwana alinipatia ali, mzigo huu kwamba tunahitaji kujenga kanisa kubwa zaidi la kukaa watu wasiopungua elfu moja kwa hiyo tukaanza huo mradi kama ambavyo kwenye historia pale ilivyosomwa, kweli Mungu alinipa huo mzigo, inabidi nianze kuwashirikisha wa viongozi wa kanisa, wazee wa kanisa, wa mashemasi, viongozi wa idara, wakapokea hayo maono. Tunashukuru kwa ushirikiano na washirika wetu wa kanisa hili, hatimaye tupo kwenye hatua hii. Na nilikuta kanisa kwenye mazingira ya washirika wasiopungua mia moja ishirini hivi ambao walikuwepo, na kweli kwa wingi wetu au uchache wetu huo huo Bwana ametusaidia, tumeendelea kufanya kazi kama unavyoweza kuiona. Nafahamu mchungaji, unapotoka eneo moja kwenda eneo jingine, ziko changamoto za uh, namna wale washirika watakavyokupokea, alafu ku, uh, kuyabeba pengine yale maono ambayo pengine utakuja nayo na mikakati mbalimbali. Pengine kwako hili lilikaaje? kwa Li, li, li, li kweli, kwa upande wangu mimi namshukuru Mungu, mapokeo ya mimi kuhamishiwa hapa yalikuwa ni mazuri, japo sio kwa wote. Kuna baadhi ambao walikuwa hawajafurahishwa na hicho lionekana kama, kwa sababu wakati huo nahamishwa kuja hapa nikiwa katibu wa jimbo la Morogoro Kusini, wakati ule kabla alijagawanywa, nilikuwa askofu, um, uh, askofu wangu wakati akiwa mtumishi wa Mungu mchungaji uh, Peter Msimbe. Sasa wakati ofisi kuu ananihamishia hapa, Uh, kulikuwa na maneno ambayo yalikuwa yanasemwa kana kwamba katibu wa jimbo nimejipasia mpira mwenyewe, lakini mimi nikasema, si mbaya, kwa sababu Mungu ameniweka huo mzigo kwa viongozi wangu wa ofisi kuu kunitaka nije nikapokea kwa shukurani, na nikajua ni Mungu amenileta, amewatumia viongozi wangu. Kuna ambao walikuwa wanasema umejipasia mpira mwenyewe, lakini mimi nikasema, ni kweli, kuna wakati hata beki wakati mwingine unaweza ukajikuta Uh, au una, unaenda kufunga wakati mwingine unikuwa nawatania hivyo, lakini kwa kimsingi ilikuwa ni kusudi la Mungu. Bwana aliwatumia viongozi, na baadhi ya watu ambao walikuwa wako kinyume na mtazamo ule, wengi wao walihama wakaondoka, na ilikuwa ni chachu mojawapo, kwa sababu kwa kuhama kwao wale ambao wana mtazamo hasi, kuhamia maeneo mengine, makanisa mengine, kwangu ilikuwa ni nguvu kubwa sana, kwa sababu ukipata watu ambao wanakuelewa kwamba kuna kitu unawaambia cha kufanya na wanafanya ni jambo lenye afya sana, badala ya kupata watu ambao wanakuwa ni mwiba, wanakuwa kinyume chako. Kwa kweli hata hata malengo huwezi kuyatimiza. Kwa muda ambao umekuwepo hapa ni miaka mingapi umesema hapa kwa sasa hivi? Nina miaka mitano kwa sababu nilihamishiwa hapa mwaka 2020 na mwezi wa tatu, na wakati nilipohamishiwa hapa miundo mbinu ilikuwa ni bado ikiwa kwenye hali ya uchakavu sana. Mungu akanisaidia kupitia uh, kushirikiana na viongozi kwanza, jambo la kwanza tulianza na ukarabati wa mziki. Mziki ulikuwa kwenye hali mbaya sana. Alafu jambo la pili ilikuwa umaliziwaji wa jengo hili la utawala kwa sababu lilikuwa wakati huo lime limeezekwa, lakini finishing ilikuwa bado halijafanyiwa. Kwa hiyo kwa miezi ile sita saba ilinisaidia sana kufanya maboresho uh, ya miundo mbinu ya mziki ambayo iligarimu hela nyingi. Alafu baadaye tukaja kwenye jengo hili la utawala kulikamilisha na hatimaye tukaweka na hii studio ya kurekodi mziki kama unavyoweza kuiona iko vizuri sana, na pata madarasa na mahali ambapo ofisi ya mchungaji ipo. Kwa hiyo kwa kipindi cha miezi saba, tunamshukuru Mungu, kama milioni 35 hivi zilitumika kwa ajili ya ukarabati huu. Okay. Mm. Na upande wa kanisa sasa, wakati unahamia hapa kanisa tayari ilikuwa imeshaanza msingi au hu umeanza from zero kabisa? Aa, kanisa lilikuwa tu, wakati huo lilikuwa linatumika jengo lile la uh, msaada wa Betheli na hapakuwa pameanzwa msingi. Kwa hiyo baada ya kupokea mzigo huu wa maono ya ujenzi wa kanisa hili jipya, kama nilivyosema, tumeanza kutengeneza ofisi kwanza ili tupate mahali pa kufanyia vikao, alafu mwaka elfu mbili na ishirini na moja ndipo tulipoanza rasmi mradi wa ujenzi wa kanisa kubwa. Kwa hiyo tulianza ujenzi huu, ilikuwa mwaka elfu mbili na ishirini na moja mwezi wa tatu. Kwa hiyo mpaka sasa hivi tuna miezi tuna miaka minne na miezi minane hivi ya ujenzi huu. Si ongera sana, asante sana ngine. Ni changamoto zipi ambazo mmezipitia katika kufu, kujenga na kufikia hapa mpaka kufikia? Ah, ndugu mtangazaji, kwa kweli changamoto ni nyingi kwenye kazi hii kubwa, kwa sababu kazi inayohusu ujenzi inahusisha fedha, na ukisha utaja fedha, maana yake hii ni vita nyingine kubwa sana kama ambavyo kwenye taarifa ya changamoto, kwenye kipengele cha changamoto, kweli tulipoteza baadhi ya wa washirika waliosema mchungaji amekuja mara ametaka tujenge uh, jengo la utawala, tumemaliza, tumeanza muziki, mara jengo la utawala, sasa anasema tena milioni 400 zinahitajika kwa ajili ya ujenzi wa kanisa. Kweli wengine waliogopa, wakasema mchungaji huyu amekuja kutuua kwa michango. Kweli waliondoka wengi, lakini wale wachache waliobaki nikawatia moyo kwamba bado Mungu yupo kutusaidia, hata ijalishi kwamba tuko wachache kiasi gani na kweli tumeona matokeo yake kama unavyoweza kuona. Ni vyanzo vipi pengine ambavyo mnavyo ambavyo vimewasaidia kufikia hapa mlikofikia? Kwa kweli chanzo kikubwa ni sadaka. Ni sadaka ambacho uh, uh, sadaka tunazipata kwa namna gani? Sadaka zinapatikana kwa njia ya kuahidi. Tumekuwa na awamu mbili kwa mwaka miezi sita, sita. Tumekuwa tukiahidi tuki kila mmoja kwa kadiri anavyoweza, hapangiwi kwamba change kiasi gani. Kwa hiyo yu, yule ambaye ana uwezo wa kuchanga shilingi elfu moja tuta, tunamtia moyo kwamba itoe hiyo shilingi elfu moja kwa uaminifu, na anapoitoa kwa uaminifu basi inafanyia kitu kilichokusudiwa kwa uaminifu, na inaposomwa taarifa ya kilichoingia kilichotumika, na hata kama kuna madeni tunayasema watu walikuwa wanatiwa moyo na wanaendelea kutiwa moyo sana kuona fedha aliyoitoa sadaka yake imefanya kitu kilichokusudiwa. Lakini chanzo kingine cha pili ni kupitia uh, matoleo ya ndani, kwa maana ya kwamba sadaka za kuahidi, lakini pia sadaka ambazo tunazipata kanisani. Maana kanisani tuna zaka na tuna sadaka. Sasa zaka na sadaka zinazopatikana uh, mimi na mke wangu tumekuwa tukitumia kanuni Waswahili wanasema punda afe, mzigo ufike, na hiyo imetusaidia sana. Tumekuwa tukifanya kwa namna ya kutoa asilimia za zinazohitajika makao makuu kwa maana ya asilimia ishirini, hizo tunazitoa kwa uaminifu. Kinachobaki huwa zinaenda kwenye ujenzi, na hata mwisho wa mwezi inapofika, posho ya mchungaji ilitakiwa labda iwe labda laki mbili, huwa tunachokifanya ni kupata ile zaka yake na sio kama posho, kupata ile sehemu ya zaka yake, kwamba nilitakiwa nipate laki tatu, zaka yangu mchungaji ilitakiwa iwe shilingi elfu thelathini. Kwa hiyo hiyo inatolewa pia kwa uaminifu, alafu kinachobaki kinapitiliza kwenye ujenzi, na tumemwona Mungu sana kwa njia hiyo. Kanisa li, li, li, linafanya maendeleo, kila wiki kuna kitu kinafanyika, kwa sababu tunakusanyika kwenye ibada na tunatoa sadaka, tunapotenga zile asilimia zinazohitajika na makao makuu na taratibu zetu za kikanisa zinavyotaka, hizi zinazobaki zinapitiliza zinafanya kazi ya Mungu, na kwa kufanya hivyo hatujawahi kuona tukilala na njaa hata siku moja, zaidi ya Mungu kuendelea kututunza kwa ukubwa sana. Amen. Mbali na ukamilisho wa hili jengo ambalo linaendelea, pengine nini maono yenu kama kanisa? Uh, kwa kweli kama kanisa tuna maono ya kuhitaji baada ya ukamilifu wa ujenzi huu, kwa sababu tayari tunalenga kuwa na ibada za watu wasiopungua elfu moja. Kwa hiyo sasa hivi kinachoendelea baada ya ujenzi huu tutahitaji kupata uh, basi zuri la usafirishaji wa abiria. Tunatarajia kuwa na washirika kutoka maeneo mbalimbali mbali ya mji wa Kilombero. Kwa hiyo tunahitaji baada ya ukamilifu, na hiyo ni kati ya mwaka elfu mbili na ishirini na sita na ishirini na saba tutakapokuwa tumelikamilisha, mpango unaofuata ni ununuzi wa basi zuri ambalo litaweza kusafirisha uh, washirika wetu kutoka kila zoni au kutoka kila ushemasi ili kwamba wale wanaotoka mbali waweze kuwa wanasaidiwa kwenye eneo la usafiri. Hilo ni jambo la kwanza, lakini jambo la pili uh, tunalenga kuanzisha shule tunahitaji kuanzisha shule ya msingi na sekondari, na mpango wa ununuzi wa eneo kubwa la ujenzi wa shule unaendelea, na Mungu akitujalia, tunahitaji kupata eneo zuri kubwa, ili ujenzi wa shule ya msingi na sekondari uweze kufanyika. Nikupongeze sana na jengo litakapokamilika kam..., pengine litakuwa na, ka... na uwezo gani wa kupokea washirika au litakuwa na uwezo gani wa kubeba washirika wangapi uh, litakapokuwa limekamilika Asante sana ndugu mtangazaji. Jengo hili likishakamilika litakuwa na uwezo wa kubeba au kuchukua washirika au watu kukaa kwa wakati mmoja wasiopungua kati ya, ya elfu moja na elfu moja na mia mbili. Kwa hiyo, hapo hilo jengo litakuwa na uwezo wa kuchukua washirika hao. mm. Nikupongeze sana tunapokwenda kuhitimisha, pengine una neno lolote uh, juu ya washirika ambao mmeshikamana bega kwa bega kuhakikisha mnafika hapa mlikofikia. Kwa kweli nina shukrani shukurani za dhati sana, kwa sababu kama unavyoweza kuona mafanikio haya hayakutokana na mchungaji peke yake. Mimi Bwana alinipa maono, lakini yale maono yanahitaji wategemezaji wa yale maono, na watu ambao wametegemeza maono haya ni washirika. Kwa kweli ninawashukuru sana washirika wa kanisa zuri la Tanzania Saints of God uh, New Kilombero Christian Center, majira mapya ya uwepo wa Bwana, tunapatikana hapa Nyandeo. Kwa kweli hawa watu wamefanya mambo makubwa ya ajabu sana, kama ambavyo unaweza kuona wingi wetu hauzidi mia moja na hamsini, lakini Mungu ametufanyia makuu sana. Kwa kweli nawashukuru sana watu hawa kwa ushirikiano wao wa kumpenda Mungu, kushirikiana na mimi mchungaji kuweza kuleta matokeo haya makubwa. Lakini kitu kingine ni kuwatia moyo wachungaji wenzangu kwamba maono makubwa ndicho kitu kinacholeta uhai na maendeleo ya kanisa, yaani kitu ambacho naweza nikasema askofu mkuu Barnabas mtoka mbali ametutia hamasa kubwa sana ya uamsho wa kuboresha miundo mbinu. kwa kweli, tangu ameingia wa madarakani, wachungaji wengi tumehamasika kufanya vitu vizuri kwa ubora sana kama ambavyo unaweza kuona aa, majengo sasa hivi tunayoyajenga sio yale ambayo yalizoeleka ya, ya siku mbili tatu, yanadondoka sasa hivi yanajengwa kitaalamu na ya gharama kubwa. Lakini niwatie moyo wachungaji wenzangu, uamsho huu ambao baba askofu mkuu ameuleta wa kuboresha miundo mbinu na uamsho wa ustawi wa kanisa tuushike, kwa kweli kuna matokeo makubwa sana. Na ili tufikie hayo matokeo makubwa, ni kujidhabiu, kujitoa sadaka badala ya kuwaza kununua gari langu haraka haraka gari zuri la kutembelea au nijenge nyumba nzuri ya kutembelea, nimejifunza kitu: kianza na Mungu, Mungu anafanya kwa ajili yako. Kwa kweli nina ushuhuda mkubwa sana. Kwa hiyo niwatie moyo wachungaji wenzangu kwamba tuwekeze kwa Bwana na tunapo kwa kadri tunavyowekeza kwa Bwana na ndivyo Mungu anavyoweza kuwekeza zaidi kwetu. Kwa hiyo wachungaji wenzangu, nawatia moyo tuwe na maono makubwa na kizazi hiki sasa hivi ni kizazi cha watu walioendelea. Hata washirika nao wanahitaji mahali pazuri pa kuabudia. Tusipowatengenezea mazingira mazuri ya kuabudia, tunatengeneza mazingira ya kuwapoteza. Kwa hiyo ni heri tuwapoteze sasa, wakati ambapo wanaogopa michango, baadhi yao tunapowapoteza, lakini ni faida kubwa tutawapata baadaye, watakapoona mazingira mazuri ya kumwabudia Bwana Mungu wao yako vizuri, watakumbuka kurudi tu nyumbani. Watasema kweli nyumbani sasa kumenoga, turudi. Kwa kweli nawatia moyo wachungaji wenzangu, wasiogope, tumwamini Mungu na Mungu anafanya makuu, amen. Pengine kuna ambaye anatamani kukutia moyo katika ujenzi unaoendelea, hatujajua mpaka hapo ulikofikia. Pengine uh, bado unahitaji au bado kitu gani ambacho kinahitajika ili kuweza kukamilisha jengo hili la kanisa, pengine mtu ambaye ataweza kuguswa anaweza kufanya kitu na akifanya afanye kupitia namba gani? Asante sana kwa kweli, tunamshukuru Mungu kwamba sisi tuna ujenzi bado unahitaji hela nyingi, kama ambavyo taarifa pale ilivyosomwa inahitaji bado milioni mia mbili, lakini kwa namna gharama za ujenzi zinazopanda huenda pengine zaidi hata milioni mia tatu zikahitajika kwa ajili ya ukamilifu wa jengo hili kama unavyoliona ukubwa wake. Na sasa hivi ili jengo linahitaji mabati yasiyopungua uh, mia nane na mabati mia nane gharama yake ni kubwa. Tulipopiga hesabu zinahitajika kama milioni sitini hivi za upatikanaji wa hayo mabati lakini sio tu milioni sitini za mabati kama hivi tunavyosema zinahitajika zina zaidi bado kuna finishing nzima ambayo inahitaji zaidi ya milioni mia mbili na tunaweza tukapokea hizo fedha katika uh, mtu anayeweza kujisikia kwamba nahitaji shilingi elfu moja yangu nichangie ujenzi pale au elfu mbili yangu ichangie ujenzi pale tunazo akaunti ambazo tunapokelea fedha na maeneo mawili makuu kuna akaunti ambayo ni namba yangu ya simu mwenyewe, na mimi nimeweka ahadi mbele za Bwana na nimepokea hela nyingi sana kupitia simu yangu, ambazo zinapoingia mara moja zinaenda kwenye kazi. Mimi moyo wangu upo kwenye kazi, wala haupo kwenye fedha. Kwa hiyo simu yangu ni ya ya Airtel 0692 39 kumi na nane hamsini na tisa Hiyo ni namba ya kwanza, lakini pia tuna, natumia tigo pesa ambayo ina ni sifuri sita saba nane kumi na nne sitini na nne sitini lakini sio tu hivyo, tuna akaunti ya kanisa ambayo wale ambao wanaweza wakatuma kwa njia ya akaunti, tunayo akaunti lakini hizi uh, namba zote mbili za Airtel Money, unapotuma jina linatoka Alex Ngilisi, lakini akaunti ya NMB tunatumia ambayo uh, kwa kichwa hapa sikumbuki, lakini bado naweza nika nikaisoma ili watu wakaweza kui kuifahamu kwamba kupitia akaunti hii michango yao inafika salama kabisa kama yeyote ataguswa kwenye kazi hii ya ujenzi. Na kwa kweli nimejifunza, uwekezaji mzuri upo kwenye kuwekeza kwa Bwana. Kwa kadri tunavyowekeza kwa Bwana, ndivyo na Bwana anavyowekeza kwetu. Hili nimejifunza sana. Bwana awabariki watumishi wake. Hii akaunti ina namba hii ya kanisa yetu ya uh, akaunti yetu ya kanisa ya NMB ni ishirini na moja sabini na moja sifuri sifuri ishirini na saba kumi na mbili tano hii akaunti inapokea fedha na jina linatoka TAG Kilombero Christian Center Mkamba. Ikiingia fedha kwenye akaunti hii, inakuwa salama na imefika na itafanya lililokusudiwa. Asante. Mungu kubariki Baba. Amina.